Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, tumeambiwa hapa, ni kwenye haki peke yake ndio mataifa hustabu. Kampeni hii imejikita katika kutoa elimu ya kisheria, ni waombe wananchi kwa ifanyeni, hususan katika maswala ya ukatili wa kijinsia Akasema sasa, mlikuwa mnafanyiwa hivyo, hata ukitoka kuoga nakwambia lala kitandani, ndo anakufanya hivyo, baadaye anakamanena tena. Mwenye haki akakosa haki, aso haki akapata haki, migogoro ya ardhi, mirathi, mali yote, mirathi yote ya mme wangu, suluhishi wa migogoro kwa njia mbadala, kwa masuala yanayohusu haki za binadamu kwa ujumla. Na vitabu vyetu vya dini vinasema hivyo, kwenye haki peke yake ndio mataifa hustawi. Kwa hiyo simameni kwenye inatokana na azma ya Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafahamu masuala ya kisheria ikiwemo haki na wajibu wake, na kwamba kila mwananchi anaifikia haki, na kwa wale wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za mawakili, basi waweze kufikia haki kupitia huduma za msaada wa kisheria. Kwa kweli namshukuru sana Samia Suluhu Hassani kwa kuanzisha huu mpango wa msaada wa kisheria. Nimeteseka sana, nimezunguka sana, kama alivyosema diwani na wananchi wanajua, yani mpaka nimefilisika kwa sababu ya mgogoro huu. Mali yote mirasi yote ya mme wangu, yaani imeishia mgogoro huu, na ananambia kabisa kwamba utabaki kumiliki makaratasi, mimi namiliki eneo Leo hii mama Samia ametufikia hapa. Kwa kweli nashukuru sana, namshukuru sana Samia aliko, maana nilikuwa yani sina ndoto tena, mategemeo yangu yalikuwa me, yamepotea kabisa. Kwanza waliponiambia mwanao mlete kutoka kutoka Dar es Salaam, kaambia wanasheria, mimi sina hata mia, lakini kwa huruma ya Samia akasema "Mama, mwanao tunamsafirisha kwa nauli ya kuja na kurudi, tumkabidhi kiwanja chake." Yani namshukuru sana sana Samia kwa kutuona wamama, wajane, wamama wanyonge, tunanyanyaswa, tunanyanyasika. Amri ya mahakama imeshatoka 2017 lakini ni danadana dana. Mpaka hivi leo msaada wa kisheria, na ushukuru, ninalia kwa machozi ya furaha, sio kwamba nalia kwa huzuni. Leo nimepata nime, nime haki ya mwanangu, alikuwa mdogo mpaka amekuwa mkubwa, ni kucheza na vifungu, na hii normally inakwenda na mdudu mmoja anaitwa corruption. Sasa ili tuwe wazuri ili haki zitendeke kama mnavyopenda kwenye nchi zetu, huu mchezo lazima muachane nao, wa kuinjinia vifungu, mwenye haki akakoseshwa, so haki akapewa hii. Uh, kikosi ambacho kimeletwa na rais wetu awamu ya sita, kwamba kimetusaidia kwa kweli, kimetusaidia kweli kime sana sana kwa sababu maamuzi yametoka toka mwaka 2017 umeona mona, nikuwa kwamba ni kukabidhiwa tu ni kitendo kidogo tu kwamba ukabidhi eneo lako ni hili basi, lakini yameenda, yameenda, yanazidi kukua kila siku, ukienda hivi na hivi, umeona. Lakini tunashukuru leo imefika mwisho, na hii itakuwa ni tarehe ya kumbukumbu kwangu, kwa sababu nimepata haki ambayo nimeitetea toka ikiwa, nikiwa mdogo na pia si, situacha kumshukuru mama angu mzazi kwa kusimamia hili mpaka hapo alipofikia. Kwa kweli ni mwanamke wa shoka. Kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ni mchakato wa kupata ushauri au msaada kutoka kwa wataalamu wa sheria ili kutatua masuala ya kisheria au kupata ufafanuzi kuhusu haki wajibu wa mtu mhusika Tukuwa tunaangalia magereza zetu, idadi ya watu, tukakuta waliofungwa kwa makosa na walio mahabusu ambao hawajafungwa almost wako idadi iko sawa. Sasa unapita unaweza mmoja mmoja, tukagawana timu, hebu nendeni kwenye magereza, gawaneni timu, angalieni, wengi wao kesi ni za kubambikwa, na ndio maana mtu ana 3 years yuko gerezani, hendi mahakamani, haulizwi, hakuna kesi ya maana.